Amekuja ili mwanadamu awe huru, na wote ambao wanampokea wanapata huru. Jamani, haleluya! Amen, amen. Ha, anasema alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Unaweza kuniuliza ukasema, pasta nimepotea namna gani? Njia ya kwetu tunaijua, maisha yangu naelewa yes. Naendesa maisha yangu, najua mambo yangu mimi sijapotea. Nataka nikwambie, kupotea sio kuwa mahali tu ambapo pajuu. Mtoto yeyote ambaye hayuko kwenye familia yake bila idhini yake, huyo amepotea yeyote ambaye hayupo kwao, huyo amepotea. Hata kama huko aliko anakula chips mayai, hata kama huko aliko anafurahia maisha, hayupo kwao, hu huyo amepotea. Hata wewe na mimi tuna kwetu, tuna baba, baba yetu ni Mungu, ametuumba na kutufanya kwa mfano wake na sio yake. Wakati wowote ambapo tunakuwa tuko kwenye mikono yake, sisi tumepotea kwa Baba yetu. Yesu maisha yako wa namani, kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili maandiko yanasema aaai kufanyika watoto wa Mungu. Unapompokea Yesu kuna kitu kinatokea. Nataka nikwambie unapompokea Yesu ah, kinachotokea sio kuhama kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine. Unapookoka kinachotokea sio kupata dhehebu jipya unapookoka kinachotokea ni kwamba unafanyika mtoto wa Mungu. Yesu anakuwa baba yako na wewe unakuwa mtoto wa Yesu. doraa ya kuokoka, na hii ndio tofauti ya imani zingine na uokovu. Wote ambao wamempokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao, maandiko wanasema hawa ni watoto wa Niko wana Mungu leo si na ole, unayo nafasi ya kufanyika mtoto wa Mungu na hiyo nafasi ni kumwamini Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Jamani, amina. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea Soli kucha. Kilichopotea ni kitu gani? Ni amani ya moyo. Kilichopotea ni, ni kitu gani? Ni ushirika wako na Mungu. Kilichopotea ni kitu gani? Ni ile hali ya kujisikia kwa mtoto wa Mungu. Mmoja kati ya vitu vinatokea, ningeubiri sana, bahati mbaya kina Kiswahili kile nyima uhuru kusema zaidi, lakini kwenye Kiingereza mmoja kati ya vitu ambavyo vinatokea, ningesema ni identity crisis, ukama okay. ucekoka unapata Mocha, mgogoro wa utambulisho. Dunia imekudanganya imekwambia wewe ni wa kawaida. Dunia imekudanganya imekufanya uonekani mtu wa kawaida, na ndio maana unafanya dhambi nafurahia nadomwanaisi na furahia kwa sababu na mgogoro yes, wa utambulisho wako, lakini nataka nikwambie Yesu alikuja ili kurudisha utambulisho wako ya kwamba wewe sio mtoto wa Shetani, wewe sio mtu wa kawaida

wanapotea kwenye uzinzi na uasherati kwa sababu wanajua watoto wa Mungu. It's called identity crisis, ni mgogoro wa utambulisho. Watu wangelewa, wameharibika, wameruhusu dunia wapoteze kwa sababu identity crisis. Yesu alikuja ili kukurudishia utambulisho wako y wa dunia achana na dunia, ashakuifaa dani ya dunia. Wote ambao wanaifuata dunia wanaishia uharibifu, wote ambao wanaifuata dunia wanaishia mautini. Nasema mshahara wa dhambi ni moto, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Na maana jioni ya leo ninakukombosa kendelea kwa Yesu baada yangu, jioni ya leo nakukombosa kendelea kwa Yesu kha habari ni kwa faida yako. Maisha yoyote ambayo hayako katika mikono ya Mungu, hayo ni maisha yaliyopotea. Maisha yoyote ambayo yako hayako kwenye mikono ya Mungu aliyopotea saa yoyote wakati wowote chochote kinaweza kukupata saa yoyote wakati wowote chochote kinaweza kukupata mpe yesu maisha yako na njia pekee ya kuyaponya maisha yako maandiko anasema jina la yesu ni ngome imara na woza lao nakimbilia wanakuwa salama wakimkimbilia yesu watakuwa salama

Wamechoka, wako vijana wanajiuza, wamechoka, wako vijana wanavuta bangi, wamechoka. Nataka nikwambie, maandiko anasema mshahara wa dhambi ni mauti yeah. Ngoja nikwambie kidogo kuhusu mauti. Mauti sio kifo kwa maana ya kufa kusiko pana. Mauti ni kutengwa na Mungu milele. Mauti ni kutengwa, is being separated from your creator yes. Ma, mauti ni kutengwa na Mungu. Huwezi kutengwa na Mungu, uwezi kuwa mbali na Mungu ukawa salama. Nataka ni kuambie njia rahisi kabisa ya kumua samaki ni kumtenganisha na maji. Njia rahisi kabisa ya kukausha mti ni kuutoa kwenye udongo. uweni connect wakati wote ambapo unakitenganisha kitu na chanzo chake unakiua. Maisha yako e yametokana na Mungu. Unapojitenganisha na Mungu unajua, hata kama huoni kwa macho kwa sasa, unakufa polepole. Ukitenganisha kitu chochote na chanzo chake unakiua. umetokana na Mungu ioa ewe siugwa bahatimbayawewe sio bahatimbaya wewe ni mtoto wa mungu ametokaa na mungu na jiona leo nikuwapa kukumbusha urode kwa mungu wako na ya kurode kwa mungu ni kumpokea yesu awe bwana na wa maisha yako amina only way back.

njia nyingine, maandiko anasema hakuna jina lingine waliopewa wanadamu wa pasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina Yesu. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana kumi na nne mstari sita, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia mimi. Iko njia moja tu ya maisha yako kupatana na Mungu. Iko njia moja tu ya maisha yako kuunganishwa na Mungu. Iko njia moja na hiyo njia ni Yesu Kristo. Nasiona leo, kama utakubali kumfanya Yesu awe Bwana na Mkombozi wa maisha yako, nataka nikwambie utapatanishwa na Mungu. Haleluya, amen. Yes, yes. Na shetani ni mzuri sana kwenye kuharibu maisha ya watu mm. Mm. Shetani ni mwizi. Yes. Shetani ni baba wa uongo. Amen. Shetani ni mwalipifu. Amen. Maandiko yanasema ni tafsiri ya sura 10 mstari wa 10. Asa, mwizi haji ila apata kuchinja, kuua na kuharibu. Yes. Lakini mimi nalikuja Uziwa kisha wanaotele Yesu ni chanzo cha uzima, chanzo cha uzima. Yesu ni uzima wakuzina, ukipata uzima wa Yesu na kuwa tele. Ah, ya, ya, ya, ya jana, kijana mmoja nimefahamia naye miaka mingi iliyopita, akanitumia ujumbe, akasabua sana rafiki yangu mmoja anaitwa ni mwanajeshi na maistaje jina, yuko huko Dodoma ni mwanajeshi. Huyo kijana Amekuwa kiumwa muda mrefu, wanapima hospitali, awaoni ugonjwa, wanapima awaoni ugonjwa, lakini anaumwa. Akanipa pasa namba, mwombee. Nikasema kaba sijamwombea, nataka nimwongoze sala ya toba, yafaa aokoke kwanza. Watu wengi kizazi cha leo wanataka maombi. People are after the things of God, they are not after God. yes. nataka vitu vya Mungu wa mtake Mungu. Nataka nikwambie, unaweza kupata maombi hata elfu moja na hapa, jioni, nikimaliza kuhubiri nitakuombea, lakini jambo la muhimu sana kwako ni upate Yesu, upate uzima, upate Yesu, upate uzima. Ukimpata Yesu, hata ukiwa peke yako, usiku wa kija, wachawi jambo la Mungu, mpate Yesu, umpate yeah. Yesu aingie moyoni mwako mwenyewe, umpate Yesu kwa ajili yako mwenyewe. Haitoshi tu kuwa na dini, haitoshi tu kuswali ama kuswali, unahitaji kuwa na Yesu, na kama sio leo, ni uamuzi wa moyo wako wakonmai ako awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niko hapa nitakuombea, na Yesu ataingia moyoni mwako atakusamea dhambi zako zote yes, na kukuponya haleluya, amen. Nasema pasta, yes, nataka kuokoka. Yes, nataka huyo Yesu aingie moyoni mwangu moyoni mwangu. Nataka huyo Yesu anibadilishe. Yes, nataka Yesu aniponye amen. Nataka Yesu aingie moyoni mwangu. Tunaweza yes, kuombea. Unaweza kusogea hapa tulipo. Kama mazingira yako yanaruhusu kutoka hapo ulipo, weka tu mkono wako kifuani. Nataka nikuombe.